Kwenye timu zetu za Tanzania, timu zinazotuwakilisha kama unavyojua ni nne na michezo yote imeweza kukamilika leo, lakini kwenye timu zetu zote michezo iliyochezwa, bahati mbaya, timu moja haikupata matokeo ya kuridhisha. Ndio kwa wewe unavyoona hii timu na, naipo kwenye changamoto ya kufukuza kocha, imeshamtimua kama unavyojua, ndio sasa huyu kocha aliobaki msaidizi unaona akifikisha wapi? Uh, nadhani kwa hiki kitu ambacho kinaendelea kwa Yanga si jambo ambalo ni la la kwamba ni, ni la Yanga limetokea, sio jambo geni duniani kwenye maisha ya football, linatokea sana duniani, na mimi naiona Yanga ikifanya vizuri kwenye michezo inayofuata japokuwa kocha huyu alikuwepo alikuwa ni msaidizi, ni mgeni, katoka ka na experience ya kufundisha Malawi, South Africa, na nadhani ni ana exposure kubwa sana ya mpira wa Afrika. Kwa kwanza kitu ambacho ninaona Yanga atenda kuprove kwanzia kwa wachezaji wenyewe kwamba kocha akafukuzwa, maana yake linakuja deni kwa wachezaji kuonyesha kwamba sisi tusije tukawa ni tatizo kuliko hata kocha alivyofukuzwa. Kwa hiyo wachezaji watataka kuonyesha mazuri zaidi hata ambayo ya kuonyesha mechi ambayo iliyopita, na iona Yanga ikifanya vizuri, nitakuwa na performance nzuri, namwamini kocha aliyebaki.